Insha Allah idi tena idi khayli rabino ha tol soomake na rabino raxa akbal tarawi ake na rabinu raxa akbal tahajud a ke na rabino raxa abal Insha Allah idi idi khayli rabino xa tol ta gannaka na nger ne taganak a debule rabinuunaa tol Insha Allah leo ni siku ya idi siku moja muhimu sana Watu Insha Allah umefunga Ramadhan mzima na umesali me na tarawe na tahajud ya saa nane na Waislamu umeongezeka sana, kwa hivyo tunamwambia watu waendelee kufanya ibada wasirudi nyuma tujadhuba tindebina soma jalla rabbina abudan wakti soman tayinille rabbina abudan akasi bugu guyyan ya guyya, siku ya kuhurumiana, siku ya kusaidia miskini na yatima na, na kuangalia na kuangalia jirani kuya baita garte miskina miskinee lala ni jirani lala Nabi sallallahu alaihi wasallam, de demaji mtume siku moja naelekea kwa id, amekaribia kwa nja ya idi, sallallahu alayhi wa sallam, ameona kijana nalia. Kijana aa, baba yake amekufa ndani ya jihadi. Nabii nauliza kijana, sababu gani wewe nalia? E, nasema baba yangu amekufa ndani ya jihadi ya Rasulullah llahi, amekufa ndani ya jihadi. Leo watoto wamevaa mzuri na mimi sijavaa mzuri mama yangu ameolewa na mtu mwingine, na hiyo mtu amenifukuza kutoka jumba ya Rasulullah. Amemwambia Nabii sallallahu alayhi wasallam, mtu alayh kwa sallam. Mtume amerudi kwa barabara ame soko amenunulia nguo mpya, amemambia, kama Muhammad ni baba yako na Sayyidatu Aisha binti Abu Bakr Siddiq ni mama yako na Hassan na Hussein watoto wa Sayyidina Ali na mandugu zako, je, wewe abana? Furahi kijana na furahi na kimbia ndani e, ya watoto watoto, nauliza asubuhi nalia sababu gani saa hii umefurahi? Na kijana amemwambia, nimebata baba mzuri na shida baba yenu naitwa Nabii Muhammad, na Sayyidatu Aisha ndio mama yangu, Hassan na Hussein ndio ndugu yangu, sababu hii mimi nafurahi. Je, leo mtume hakuna na mimi na wewe uko ndani ya dunia hii leo, je, tunasaidia msikini msikini, ya karekare, yatima tumesaidia?

Tuone sisi tuko ndani ya dunia, Mwenyezi Mungu atubaki afya, umri mrefu na masikilizano na maridhiano na ndugu zetu wa Palestina, Mwenyezi Mungu asaidie. Bali popote waislamu wako ndani ya shida, Mungu aondolee shida. Na inshallah waislamu waongezeke, watu watoke tabligh three days, ten days, four months, forty days. Inshallah tushikamane kwa dini juu ya dini, madrasa waongezeke, masikiti au ongezeke

Swala haina sababu, ukisafiri lazima, ukikua kwa vita sala lazima, mpaka uingie kabri. Mungu atuwezesha angana, asema tutaswali inshallah, sababu kwa sababu tunakosa tuna tuna kastoma mingi, wakati imeisha, Ramadhani imeisha, inshallah na kanafungie. Nanashasharifu anasema pia sala ndani ya msikiti, kwa sababu wanaume natakana kwa msikiti salaa ya tamasha aakumkona kulia muhimu tena. Kumbuka Zakatu fitri ni chakula cha maskini, na inasafisha Ramadhani yako kutokana na machafu ambayo yafanya, usisahau inshaallah taala. Kumbuka njirani, ukumbuka yatima, kumbuka vile vile, kumbuka wasiobahatika katika jamii, na pia leo Mungu muntu amekusanisha na melokonasi

Tafadhali, kuna wengine hapitii dada yake, hapitii mama yake, hapitii ali yake. Tafadhali tuweze kutembeleana siku, na pia bila kusahau siku ya kutembelea pia kaburi, pia kama unaweza, ahlul qabur ni muhimu sana, upite usema assalamu alaikum. Nabii sallallahu alayhi wasallam amelazimisha kilikuwa kwe na zuia nyinyi kwenda kuzuru alkabu alana fazuruha, sai utembelee wafu wa, wa, wa, kwamba wamekufa wanataka fatihenu wanataka dua yao wanataka dua zenu. E, watafurahi watakuombea. Sisi tumewasahao yarabi, wasamee wafu wetu ya rabulalamin, wale waliokufa, ya yarabi wasamee. Tumepata mvua ukatibuua, baraka mwenyezi Mungu atujalie watu wa Marsabit, watu wazuri, watu, watu wema wenye mahaba wenye kuhurumiana wenye masikitiano wenye ku, wenye kutembeleana wenye kupendana kwa sababu ya Allah. Mwenyezi Mungu atujalie serikali yetu, serikali ya khairi. Kama serikali yetu iko jeuri na ni mbaya, lazima lazima tuombe serikali yetu. Mwenyezi Mungu atujalie serikali yetu, serikali ya khairi.